Habari, tunaendelea na sehemu inayofuata ambapo tutaenda kuingiza kodi kwa ajili ya hii save button. Tuliishia hapa katika video iliyopita, kwa hiyo tutaendelea. Kitu ya kwanza kwenye hii hizi hizi button zetu, ukiangalia hii hapa hii, hii ni kalenda hii hapa ni edi ambayo itaingia namba, kwa hiyo na kwenye database yetu huku na always hii text box huwa inaleta string, kwa hiyo itabidi tuconvert kwanza, hii tutengeneze integer labda age ni sawa sawa. Kwa hiyo itabidi kwanza tuconvert kwenda kwenye kwenye string kwenye kwa mini kwenye kwenye kwenye integer, kwa sababu text field inaleta variable ambayo ni string chochote tunachokiandika hapa, chochote kinachoandikwa kwenye hizi text field kinakuwa ni string. Kwa hiyo, na sisi tunataka kwenda database ikasave kama namba au integer tuta convert hiyo kwanza, ambayo itakuwa ni sawa sawa na integer. Integer dot dot pass pass int ume mtapitisha string, string string yetu ni sore string yetu hapa ni ambayo inatoka huko ambao hii maana itakuwa ni variable ya hii hapa ambayo itakuwa ni text age dot get text dot get text. Kwa hiyo tutamalizia na hizi fungua semi baadaye, pia tutakuwa na tutakuwa na kitu kingine cha kuconvert ni hii integer peke yake. Kwa hiyo baada ya hapo, huku mwanzo tushatengeneza connection. Kwa hiyo kitakachofuata tushatengeneza connection mwanzoni kabisa hapa, kwa hiyo tunaenda kutumia hii connection kwenye prepared statement yetu itakuja prepared statement ambayo itakuwa ni sawa sawa na connect con ambayo ni connection dot prepared statement, kwa ajili ya ku execute hiyo statement. Prepared statement, sorry kidogo, prepared statement hii hapa ambayo itachukua SQL yetu, ni hiyo, tutafunga. Tutakuja tuta set string sasa, tutaingiza zile value pst, prepared statement dot set string, set string ambayo parameter ya kwanza itakuwa namba moja, ambayo ni name hii name itakuwa inatoka kwenye text name, text name dot get text. Get, get text ingine itakuwa ni prepare statement dot set string vile vile string ambayo itakuwa namba mbili ni nini? Ni username, ambayo username itakuwa ni text user dot get text. Itakayofuata itakuwa ni per statement dot set string namba ya namba tatu itakuwa ni text the pass dot get text. Baada ya hapo tunaenda kuingiza, tunaenda kuingiza age ambayo hili ni string, kwa hiyo ni integer, kwa hiyo itakuwa ni pst dot set int. So, kwa sababu tunaingiza integer namba 4 ambayo itakuwa ni age. Automatic inaonyesha kuwa ishaleta ni ya mwisho itakuwa ni prepared statement dot set string. Sasa hapa tuta, hii ni ukiangalia, hii ni kalenda, sio text box, hii ni kalenda. Kwa hiyo itabidi kwanza tuiconveti hii kuwa text box, hii kuwa date chooser iende kuwa text box, alafu ndio tugeti text. Kwa hiyo utakachokifanya hapa kwanza tutafanya kitu kinaitwa tuna convert, tunafanya kitu kinaitwa casting. Casting kwa maana kwamba tunailazimisha hii variable kwenda katika aina nyingine ya variable, kwa itakuwa ni j text field. J text field ambako huku sasa tutakuwa kuna kitu kinaitwa utaita hiyo nani yako sasa texti ambayo ambayo maana yake text base of date dot kwa hizo hapa zitapop up zenyewe, ambayo get editor get date editor get date editor e dot get get UI user interface component. Sasa hii hey, tutakia tuifunge ndani ya ya mabano, hii ikae huku na pia huku, tuitakia tuweke bano lingine, alafu doti geti text. Alafu ndio iwe dot iwe dot get text. doti geti text. itaonekana hivi. Baada ya hapo, kwa execute prepared statement statement dot execute kwa ajili ya kuexecute kweli, kwa sababu tuna insert tunatumia execute hii. Tutafunga taleta message option JOptionPane show message dialog yoyote tu itakuwa ni nari. Baadaye huku taweka message saved. Zoka kopi hii ctrl v hii. Baadaye e tuletee era, tujue hii ni era gani imesababishwa hii kazi yetu isilzofanya ni kuwa save kwa. Baada ya hapo, talani project yako tenda mundi pasi moja mbili tatu save, itakuja id itakuwa name na mwaze username jof password moja mbili tatu eji, labda hiyo, chagua mwaka yoyote tu, unaweza kuongeza hapa kwa kupunguza yoyote tu, baadaye save. Unaona hapa error imekuja. Kwa hiyo kuna error ambayo inasema ni square check manyo. Kwa hapa tuna error moja tunayo hapa, kwa hiyo tutaenda kuirekebisha hiyo error tarudi kwenye kodi zetu, tunaanza kufunga ambapo namba moja, namba moja mbili tatu nne tano, eji imekubali. Tutakurudi tena hapa, tunahela hapa kwenye, hapa tumekosea, ni insert, sio isati. Insert save

itakuwa tayari kwa sha, sha save. Kwa hivyo ndio jinsi ya kustenda kujihakikisha kwenye database yetu kama imekuwa saved. Tutakuja admin, utaingia kwenye Java Netbeans, tutakuja kwenye login, tutakuja kwenye browser, tutaona hii tayari imeshaingia Jof password ni moja mbili tatu, ingia. Kwa hiyo tayari tushaweza kufanya hii kuifanyia kazi hii, kwa hiyo utakazofuata pia tutakuja update delete, jinsi gani tupate hizi data kwenye table na kadhalika. Kwa endelea kusubscribe na na kuingia YouTube channel yetu uweze kupata video zaidi na zaidi. Asante kwa kunisikiliza.